Habarini wapendwa, karibuni tuendelee na simulizi yetu pendwa ya Kivuli cha Mapenzi, sehemu ya pili. Sehemu iliyopita tuliishia ambapo Tasha amepata ukweli kuhusu Leonard. Je, najiuliza ataendelea naye au atatoroka? Na vipi kuhusu wanawake ambao wanapotea mikononi mwa Leonard, huwa anawapeleka wapi? Karibuni tuendelee kusikiliza. Tasha aliondoka ofisini kwa Neema akiwa na mchanganyiko wa hofu na hasira. Alijua kuwa alikuwa amenyiingiza kwa mwanaume wa ajabu, tajiri na mwelevu, na mwenye maisha ya giza. Alijia nyumbani akiwa na tahadhari, akihisi kuna macho ya mtu yanamfuatilia. Alipofika nyumbani, alikuta Leonard ameshaandaa chakula cha jioni. Meza imepambwa na mishumaa na maua mekundu, ni mekumisi, Leonard alisema kwa sauti tulivu na ya kuvutia. Lakini Tasha alihisi sauti iliyotoka kinywani mwa Leonard ni ya baridi kama chuma. Walipata chakula cha jioni kimya kimya lakini akili ya Tasha ilikuwa mbali sana. Usiku ule Tasha aliamua kuanza kumchunguza Leonard na kuchunguza kompyuta yake binafsi. Alikuwa anataka asubiri Leonard alale ndipo aanze kazi yake, na baada ya Leonard kulala Asha alichukua laptop na kuelekea sebleni, na moja kwa moja akafungua kompyuta na kwenda kwenye barua pepe, na alikutana na vichwa vitatu vya barua pepe. Cha kwanza, maagizo ya safari; ya pili, mikataba ya kimataifa ya silaha; ya tatu, Ripoti ya mpelelezi. Hakuamini macho yake. Leonard alikuwa akijihusisha na biashara haramu, labda si wanawake tu, bali hata silaha. Ghafla dirisha lilivunjika, Tasha alishtuka. Macho yake yakakutana na kivuli cha mtu nje. Alikimbia mpaka chumbani, lakini Leonard alikuwa tayari amesimama mlangoni. Umekuwa ukinichunguza si ndiyo? Leonard alise al alisema kwa sera. Tasha alijibu kwa kujifanya mjinga, sijui unamaanisha nini. Leonard alitabasamu macho yake yakabadilika. nitakufundisha usipende kuingilia mambo yasiyokuhusu. Mara ya kwanza tasha alihisi hatari ndani ya nyumba aliyoita salama. Siku iliyofuata Tasha aliamka akiwa na majeraha madogo usoni. Alijidanganya alianguka bafuni, lakini ndani ya moyo wake alijua alikaribia kupoteza maisha. Leonard alikuwa amelala usingizi mzito na baada ya kuamka alijifanya kana kwamba hakuna kilichotokea jana usiku. Saman baby, nilikuwa nimelewa, alafu huwa speni kukasilisha. Alizungumza kwa sauti ya kirafiki. Asha alicheka kisha akasema, ni sawa tu bewe, lakini ndani yake alishaamua alisha, atatoroka hata kama itakuwa ni mara ya mwisho kwa yeye kupumua, lazima atoroke. aliwasiliana kwa siri na Neema kupitia simu ya mlinzi wa jengo aliyemwamini. Neema alimtumia pesa kwa wakala na kumwambia, usiku wa leo kuna gari litatoka Moshi na kupita barabara ya Sam Nujoma saa tisa usiku. Hilo gari lina dereva salama, hakikisha unakuwepo hapo. Leonard hakuwa mjinga, alikuwa akimfuatilia. Alipoona Tasha anaongea na mlinzi, alianza kushuku. Jioni alimfuata, alimfungia Tasha ndani, ndani ya chumba kidogo, bila simu, bila laptop na wala njia yoyote ya kutokea, na akamwekea CCTV nje ya chumba. Utanielewa, mpenzi, alisema kwa sauti ya utulivu lakini katili. Na wakati huo huo, Neema alikuwa tayari kampa dereva jina bandia la Tasha ambalo alimpa kwa jina la Aisha Saidi, jina ambalo Tasha angejificha. Yaani, angetumia kwa ajili ya kutolokea. Dakika zikawa zina, zinaenda na usiku ukafika. Tasha akaandika ujumbe wa mwisho na kusogeza chini ya mlango kwa mlinzi mlangoni, kwa mlinzi ujumbe ukisema Tafadhali niokoe, ninaweza kufa humu ndani. Mlinzi aliosoma ule ujumbe na kisha akampigia simu Neema. Huu ni mwisho wa sehemu ya pili. Mwisho wa sehemu ya pili ndio mwanzo wa sehemu ya tatu. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Bye.